Tunawezaje kuishi e, katika mfanano wa Mwenyezi Mungu na kutia amri zake Mwenyezi Mungu, ata- akatupa amri the ten commandments. Ndimi Bwana Mungu wako usiabudu miungu mingine. Ametupa dira ya kutuongoza namna na ya kuishi katika mfano E, wa Mwenyezi Mungu na sura yake the ten commandments. Kila mmoja wetu anapaswa kujitafakari, and those, those are commandments what to do and not what to do. Ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine, usilitaje bule jina la Mungu wako Usiue, usizini, waeshimu baba na mama yako. I'm not mentioning them in their sequence, lakini hizo amri za Mungu, hiyo ndio image and likeness of us to all with God. Kwa hiyo tunafanana eh, na na mwenyezi Mungu na tunakuwa na sura yake tunapoishi hizo amri kumi za Mwenyezi Mungu, and that was direct from God katika mlima uh, Sinai. Mwenyezi Mungu alipoona wana wa Israeli wanapotoka kwa kupitia Musa akawapa hizo amri kumi. Kama hiyo haitoshi Mwenyezi Mungu akaweka utawala wake hapa duniani, neno lake katika mwanadamu. Mwenyezi Mungu akaumba mwanadamu, sio tu huyu Adamu na Hawa, lakini amemuumba mwanadamu ili naye awe kiongozi, aweze kujilinda aweze kujitawala na aweze kutawala vitu na mali, na katika kitabu cha Mwanzo Mwenyezi Mungu ameumba vitu vyote na kumwambia mwanadamu avitishi, the man that God has created will subdue the world. Sasa mwanadamu anapewa mamlaka katika nafasi ya Mwenyezi Mungu, na mfano wa kwanza kabisa e, ukiacha agano la kale e, Adam na Hawa wamefanywa kuwa viongozi, wamefanywa kuwa watawala wa ulimwengu na vitu, lakini badala yake vitu vikawatawala viongozi. it happening today, it happening even today kwamba sisi wanadamu tunapopewa mamlaka, tunapotawala katika nafasi zetu, tunajikuta katika hatari ya kutawaliwa na mali, kutawaliwa na mamlaka, kutawaliwa na madaraka kwa maana ya kwamba ya kupoteza namna ya kutumia rasilimali tunazokuwa nazo na nafasi tuliyopewa na Mwenyezi Mungu. Hivyo tunadanganyika na tunadanganywa na ulimwengu, na ndiyo ilivyokuwa kwa Adamu na Hawa. Ndipo Mwenyezi Mungu akasema kwamba katika eh, miaka mingi kumekuwa na viongozi lakini hao hawakuendana na sura na mfano wangu. Hilo ni sikitiko katika safari ya ukombozi wa mwanadamu, hilo ni sikitiko katika eh, uwezo wa mwanadamu anavyopaswa kuishi mbele ya Mwenyezi Mungu kama vile Adamu na Hawa walivyotumia akili yao na sio kwa unyenyekevu kuweka akili yao mbele ya Mwenyezi Mungu na kufuata maelekezo yake. Nasi tumepotea kwa namna moja au nyingine, ndio maana tunajikuta tunaangamia na tunaangamizana, na hivi e, Mwenyezi Mungu akafanya intervention Mwenyezi Mungu akaingia moja kwa moja katika jamii, na hata viongozi wa dini walipoteza e, wajibu wa kulitunza kundi, na Mwenyezi Mungu akasema, mimi mwenyewe nitawalisha kondoo wangu na kuwalaza Mungu anafanyaje? Hivyo ndipo Mungu pamoja na kusema nasi kwa namna nyingi na manabii, zikaja siku za Mwenyezi Mungu kufanya direct intervention kwa watu wake, ndipo Mwenyezi Mungu anaposema nasi kwa njia ya mwanaye mpendwa wako. Injili ya Mathayo sura ya tatu mstari wa kumi na saba Injili ya Mathayo sura ya tatu mstari wa kumi na saba inasomeka kama ifuatavyo: Injili ya Matayo sura ya tatu, zit yes. kuna mstari wenyewe siuone, natazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Ukilidi, ukisoma sehemu nyingine e, kuna maneno yanaongezeka, this is my son with whom I am This is my, my beloved son with whom I'm delighted. Listen to him. Mm -hmm. Msikieni yeye. Ndipo yanapokuja e, mamlaka kamili ya neno la Mungu ama ya injili katika maisha ya usuyo jamii. This is my son the beloved one with whom I'm pleased. Listen to him. Kwa hivi jamii yetu moja kwa moja Mwenyezi Mungu anaisikilizisha neno lake, namna ipasavyo kuishi na namna ipasavyo kwenenda katika ulimwengu huu. Kwa nini, kwa nini? Sauti kutoka mbinguni inamtambulisha Kristo kwa maneno hayo, ni kwa sababu ulimwengu tangu hapo na hata leo umekuwa na mafundisho mengi potofu juu ya mamlaka, juu ya mali, juu ya mahusiano, juu itupasavyo tuikuishi. Na ndio maana ninyi kama viongozi, kama waajiliwa na nafasi katika imani yenu, katika ukatoliki wenu, katika ubatizo wenu, katika changamoto za kazi na ajira mnazokutana nazo, napaswa na kwa the image and likeness of God, katika kauli hii ya Mwenyezi Mungu Katika sehemu ya kazi, katika nafasi yako unapaswa kuwa mtu ambaye Mwenyezi Mungu anasema nawe kwamba ni mwanaye mpendwa, na kwamba katika nafasi yako, e, watu waone sura ya Mwenyezi Mungu. But mind you that is not easy Sio rahisi, you will have to suffer, lakini kwa sababu ya kuumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu watu kukusikiliza wewe, not basically through what you speak to them but how you live among them. Watu kutusikiliza sisi ni zaidi ya yale tunayoongea, lakini ni vile ambavyo tunaishi imani yetu tunaishi Ukristo wetu. Katika mazingira hayo, ndugu zangu, mamlaka hayo ya Mwenyezi Mungu ambayo ame yaleta kwetu moja kwa moja kwa njia ya mwanae mpenzi Kristo aliyekichwa cha kanisa cha kanisa, akafanya decentralization of the power of God in the society. Mwenyezi Mungu kwa kupitia Kristo akashusha madaraka hayo kwa wale aliowapenda na kuwachagua, ndiyo mitume na mitume nao wakawa na wasaidizi, ndiyo e. Sasa mitume katika e, na yale madaraja matatu ya ya ya, ya, ya katika orders, eh, ndio nafasi ya maskofu nao waka, wakatupatia sisi padre katika mstari ule ule na katika nafasi ile ile ya Kristo. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Kwa hivyo jamii juu ya Injili ama neno la Mwenyezi Mungu inapaswa kutii kauli ya Mwenyezi Mungu ambayo na sisi tunaileta na nyinyi mnakuwa sehemu ya kuipeleka ujumbe huo, kwa maandiko matakatifu, Injili ya Mathayo sura ya 16 mstari mstari wa 18 wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. You are Peter and on this rock I'll build my church, that power. Na ukisoma eh, kitabu cha ja matendo ya mitume sura ya kwanza mstari wa kwanza, You will be my witnesses. Kwamba tunapaswa kuwa mashahidi wa neno la Mwenyezi Mungu wa maisha ya Kristo katika jamii. You are his witnesses. Kwa sababu tumepewa nafasi ya ukasisi, tumepewa nafasi ya ukuani, not for our own benefits but according to God's will and directives, katika kuleta nafasi ya injili kwa jamii. Sio okay, kitu chepesi kuna hatari ya kukataliwa na ndiyo maana hata leo hii unapofundisha namna ambavyo jamii inapaswa kuenenda, kuna activist, kuna watu wanaitwa watetezi wa haki za watu. very good but do they comply with the word of God. Kuna watu wanasema kwamba mwanadamu awe na uhuru wa kuchagua lolote. Very good, hata Mungu eh, amesema kwamba eh, we are free, tumepewa akili na utashi that is intellect and will to choose between good and evil, lakini mwenyezi Mungu anasema, chagua lililo jema upate kuishi, chagua lililo ovu uangamie. Then there is no freedom, then we don't have choice, kama ambavyo ulimwengu sasa unavyojaribu kutwist ukweli huo wa Injili jamii inapotosha, it is true, na mtume anatumia maandiko hayo hayo. Ni kweli Mungu amempa mwanadamu uhuru wa, mwana wa kuchagua. Amekupa akili na utashi to choose between evil and good to discern, na kuamua kutenda everyone of us is free, that true, we are, tuko huru. Lakini je, kama tuko huru kwa nini mengine tukiyatenda tunaangamia? Then we are not free before God, we are not free.